Maisha ya Jaki yalikuwa magumu. Baada ya baba yake mzazi kufariki, alibakiwa na mama. Mama yake alikuwa na maisha magumu kiasi kwamba alishindwa kumhudumia Jaki. Mungu alimbariki mama yake Jaki, akampeleka shuleni. Shuleni kalikopelekwa Jaki ni shule ambayo ilikuwa kijijini kiasi kwamba mwalimu alikuwa anaingia kufundisha kwa wiki mara moja. Jaki alijikuta anachukia sana kusoma kwa sababu wanafunzi wenzake walikuwa wanamcheka, alikuwa anavaa vibaya. Jaki alikuwa ni mtu ambaye hata mwalimu wake al, alimchukia. Mama yake Jaki alikuwa anaamini kwamba kuna siku moja Jaki atakuja kumsaidia lakini mambo yote yalikuwa ni magumu. Mamake Jaki alikuwa anaenda vibaruani kwenda kulima, angalau ampatie Jaki ila aende shule. Lakini maisha ya shule, kwa sababu shule ilikuwa mbali, Jaki alikata tamaa. Wenzake walikuwa wanafaulu, lakini Jaki alikuwa ya hana uwezo wa kufaulu kwa sababu wanafunzi wenzake wakitoka shule wanaenda kusoma tusheni, lakini Jaki akirudi nyumbani kazi yake ni kufika mama yake. Jaki alifikiria sana, akaamua kwenda akaamua kumnunulia basikeli Jaki angalau hiyo inamuwaisha shuleni, lakini yote yote hayo mama yake Jaki alikuwa anamwombea Jaki afanikiwe kielimu ili aje amsaidie, anasema gaelimu ni mfungo wa maisha. Siku zitaenda, siku moja Jaki aliitwa na madam, akamwambia, Jaki, una akili sana na mama yako jinsi alivyo, ana elimu. Unaonaje akiwa anakufundisha? Siku Jaki hiyo sasa alichukulia alichukulia kwa hali ya sana akaamua kwenda kuongea na mama yake, na mama yake kweli akawa anamfundisha usiku. Kila usiku akawa anasoma na mama yake. mama yake anamfundisha, lakini kadri siku zinavyoenda akawa anaelewa kusoma zaidi. Jaki aliendelea kujisomea usiku kila mda. Baadaye akawa mwanafunzi bora, ambapo hata walimu ambao walikuwa wanamchukia walishangaa. Hatua ya kwanza yake alifanya mtihani. Mtihani huo tangu aanze darasa la kwanza hadi darasa la nne, ndio mtihani wa kwanza ambaye alifaulu sana, alipata daraja daraja la kwanza. yake alifurahi sana, alirudi nyumbani kwa, kwa mama yake, akamwambia mama yake. alifurahi sana kiasi kwamba akawa anaendelea kumfundisha kila siku. mama yake alikuwa anajitahidi kumpa chochote kitu mama yake ili aende shule akae chochote ili asionekani mke lakini maisha yazidi kuwa magumu kwake. Siku moja yake alitwa na madamu akaambia hivi yake, kwa elimu ambayo inakuwa na sasa hivi unaweza kufika mbali, lakini ninachokuomba inatakiwa uongee na mama yako akuhamisha shule. Lakini yake alifikiria sana alikuja kwa sababu mama yake mashakeni mauu akuona hadi akuenda kumwambia swala hilo. Mama aliamua kana tu yake, akawa na dia kujisomea peke yake, kwa sababu wanafunzi wajai walikuwa na mchukia, hata walikuwa wana hamu ya kumuona kwa sababu alikuwa mchafu, alikuwa na kitu cha kuwasaidia, lakini kuwasaidia maisha alienda kubadilika Jaki akawa naenda shambani kwa basketi akurudi kwa basketi, maana yake mama yake alijitahidi kwa kiasi chake mpaka kama kumrudia basketi. Jaki alifanya mtihani wa darasa la saba. Baada ya kufanya mtihani wa darasa la saba, shule hiyo alikuwa anasomea mama, ndio akawa mwanafunzi bora ambaye alikuwa na daraja A na kuchagulia kwenda sekondari lakini sekondari, shule aliyochaguliwa Jaki kwenda ilikuwa natakiwa alipe moja endele na masomo, lakini mzazi wake, mama yake Jaki, hakuwa na chochote kitu. Mama yake Jaki akaamua Jaki asiendelee na shule tena, aishia darasa la saba. Baada ya hapo, Jaki akaingia